Wa miti lakini, pia zoezi zima la usafi na na, utaratibu huu umefanyika katika maeneo mbalimbali, kwa timu nzima ya halmashauri imeweza kushiriki pamoja na kamati ya ulinzi. Tupo hapa katika eneo la ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, lakini pia katika hospitali yetu ya halmashauri kwa wilaya. Lakini leo tu tu kwa muda huu, katika eneo la shule hii ya Buliaga, tumeshiriki pia kupanda miti, na haya ni katika yale maagizo ya Mheshimiwa Makamu wa Rais kuhakikisha kwamba upandaji wa zoezi la upandaji wa miti ile milioni 1.5 inafikiwa. Tupo katika mwendelezo wa kuhakikisha kwamba zoezi hilo pia tulifanya katika misingi ya pamoja. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa rai kwa watu wote au kwa wananchi wote ambao tupo katika eneo hili. Zoezi la upandaji miti au kuzalisha mazingira ni zoezi endelevu. Kwa hiyo tusisubiri tukio mpaka matukio fulani yatokee au sherehe fulani itokee. Utaratibu, ndiyo maana tumeshirikisha sana walimu pamoja na wanafunzi, kwa maana kwamba ni moja ya nafasi ambayo tunatumia katika kutoa elimu kwa watoto wetu au vijana wetu. Kwa hiyo wao ndiyo utaratibu huu wa kufunza mazingira, wao ndiyo utaratibu wa kupenda mazingira ambayo tunaoishi lakini pia ndiyo utaratibu wa kuweza

Nataka utatibu uende mpaka katika jamii yote kwa pamoja. Kuna PA inapita masuala zikizungumzia utoaji wa elimu hii inaendelea. Lengo ni kushirikiana kwa pamoja katika kutunza mazingira yetu. Nawashukuru sana kwa upande wa katika ofisi yetu ya mazingira kwa kutenga ile miti, kuona kama miti tuliopanda hapa. E, ni mizuri na ina afya nzuri kabisa. Kwa hiyo ni jukumu tunalo baki nasi kutunza miti hii kwa sababu leo tumepanda kitu na kazi ya kutunza hii miti. Nataka kuona miaka inayofuata, tuweze kuona tija hii kazi ambayo tumefanya leo, na Mungu akipendeza zaidi huenda tutakuwa na, na, na, bonanza jioni. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa kwa pamoja wananchi tuweze kushiriki sote kwa pamoja kwenye bonanza hilo ambalo pia tunaweza kuona watu mbalimbali so, tunataka kumuona yoo anapiga chenga pale uwanjani eh, fundi olesha ufundi kwa hiyo tushiriki pale kwenye bonanza la watumishi sote kwa pamoja na wananchi, tuweze kufurahia sherehe zetu. Lakini pia kesho ni niwatumia nafasi kualika wilaya ya Chunya, ambao pia maadhimisho yatafikia kilele katika ngazi ya kimkoa, lakini pia kitaifa, kama kama ratiba ilivyotuelekeza. Kwa hiyo nawashukuru sana, asanteni sana kwa kwa kusikiliza. Majina yanaitwa Salum Kilanga, afisa mazingira ya Rungwe. Katika kuelekea maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wetu, tumeweza kufanya zoezi la upandaji miti pamoja na usafi wa mazingira. Lengo ni kuendeleza uhifadhi na utunzaji wa mazingira katika nchi yetu au katika wilaya yetu. Zoezi hizi ni endelevu, na niwashukuru wananchi walio shiriki kufanya zoezi hili, kwani zoezi la utunzaji wa mazingira ni jambo la wananchi wote kufanya. tukifanya hivi tutakuwa tunaelekea katika juhudi zile za kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameendelea kuifesti dunia lakini pia kwa kufanya hivi tutaendelea kuhifadhi uoto wetu wa asili ,tuendelee kunufaika siku zote, kwani fahami kwamba kutunza mazingira kunachangia moja, uzalishaji kuendelea kuwa mkubwa, kwa sababu mvua zitaendelea kupatikana, ambao ndo msingi mkubwa wa shughuli zetu za kilimo pamoja na ufugaji. Lakini pia kama mvua zitapatikana, tutaendelea kuhakikisha kwamba jamii yetu endelea kuwa na maji safi na salama ya kunywa, ambao ni msingi pia wa maisha ya hivyo, ni waombe wananchi mashirika viwanda na makampuni binafsi kuendeleza jitihada hizi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira katika eneo letu la halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Kwa majina naitwa mwalimu aara mwalimu wa shule ya msingi. Leo katika shule ya msingi Bulyaga tumeshiriki katika zoezi la upandaji miti katika siku ya kuadhimisha wawahio itwalhla endelee kutunza mazingira kwa kupanda miti kama ambavyo tumefanya katika eneo hili, na ili eneo lile, ili zoezi liwe endelevu wakati wote, watu waendelee wa kutunza mazingira kama ambavyo mazingira ya Rungwe yalivyo. Mazingira ya Rungwe kuna mvua za kutosha, hii imetokana na mazingira haya kutunzwa pia na wazee wetu ya zamani, na sisi uweze